Kwa nini siwajibu wale wanaonitusi? Na hata kama ikiwa ni matusi mabaya, mbona mimi sirudishi matusi? Kwani nina siri gani? Kwa kweli, hakuna matusi mazuri. Matusi kutukanana si kuzuri kwa njia yoyote, hakuna kwamba kuna mtu ana matusi mazuri, huyo hayuko. Yakiwa mambo ni matusi tu, basi fahamu ni mabaya. Hakuna matusi mazuri. Ama kurudi kwenye kujibu swali, kwa nini mimi sina mazoea ya kuwajibu wale wanaonitukana? Au je nina siri? Ndiyo kweli, nina siri. Siri yangu ni uoga na chuki. Naogopa na ninachukia, si kwamba naogopa yale matusi, hapana, bali mimi katika maisha yangu yote ya kawaida, ukiwajongelea wale wanaonifahamu wale niliokwenda nao shule zote zile primari, sekondari, universiti za dini na za kizungu, watakueleza kwamba mimi asili yangu nachukia na kuogopa kitu kimoja kikubwa sana: kufeli. Nachukia kabisa kushindwa mimi, nachukia kabisa kuanguka mjadala, kuanguka mashindano, kuanguka mtihani, nashindwa, nachukia kweli Naogopa jambo hilo kunifikia. Mi nataka kuwa mshindi tu, lakini sasa pia najifahamu mimi kwamba alhamdulillah, Allah subhanahu wa taala kanipea, kanijaalia nyingi ya neema, na ziko pia nyingi za neema ambazo Allah hakunipa, na miongoni mwa neema ambazo Allah hakunipa ni matusi. Ha, ile si bahari yangu, ile si ground yangu. Siogelei kwenye bahari ya matusi. Hayo, mtu anaponitukana siwezi mimi kumrejeshea matusi kwa sababu nikimrudishia, na yeye atanirudishia, alafu tutakwenda katika mashindano ya matusi, na hayo ni mashindano ambayo mimi lazima nifeli kwa sababu sikupewa neema ya matusi. Na ninavyochukia kufeli mimi, ninavyochukia kushindwa mimi, ninavyoogopa kushindwa ndonaamua nisiende kwenye mashindano hayo ili nisije nikaaibika. Nawaachia wale ambao kutukanana ni takhasusi yao. Najua duniani kuna takhasusi nyingi, kuna mtu ni tabibu wa jino, medicine specialist jino, specialite yake kutunza jino. Huyu ni wajicho, yule ni wa ngozi, yule ni wa roho, yule. Hata kwenye jeshi utasikia huyu E, takhasusi yake spesialite yake ni arme lourd unaona. Na pia kuna watu takhasusi yao spesialite yao kile wanachojivunia ni matusi. Sasa mimi si kama na hao, kwa hiyo kuogopa, wasije wakanishinda kwenye mtihani, wasije wakanishinda kwenye vita vile vya sawarikhi ya matusi. Ha, mimi bora nawaachia ground, wacheza wenyewe na ninapowaachia sasa, wao wacheze wenyewe mpira wao huo, wapige matusi, mimi ndo nafaidika kwa sababu mtumi wetu Muhammad salllahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallama asema, sibabu muslim fusuk, kule Muislam kumtukana Muislam ni ufasiki, ni uovu. Yaani kule mimi kujiziwia ama kukataa kuwarejeshea au kuwatukana wale wanaonitukana mimi, kuwarejeshea matusi wale wanisukumiao mimi matusi, huwa najiziwia kufanya uovu wa kuwatukana ndugu zangu Waislamu. Hiyo tu ndo siri yangu, na ndo sababu inayonifanya siwezi kumjibu yule anitukanaye mimi ah. Anayenitukana mimi namwombea kwa Allah amuongoze, kwanza amsamehe, kisha amuongoze, aache kutukana watu. Lakini kwamba mimi naweza kumrejeshea kwa sababu amenitukana, la yamkin, hilo haliwezi kuwa, kwa sababu mimi siogelei katika bahari ya matusi.